Nataka uniwekee chaji simu yangu, chaji hii, chaji chaji, uniwekee chaji. Sasa ndo nini hivi, hivi, hivi, nini hivi, hivi. Mwana mjomba, ndo mamkwako kuja stakagi, mimi nakuelewesha, hii simu imeisha chaji, chaji, chaji <laughs> jomba bwana e, bwana ona nzingua sana bwana. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Hey. Wate, uh, bwana. Oi oi oi oi oi oi oi oi. Kwaje ya kwenga. Kinjunga. Ndio. Hapa ndugu yangu. Nimetoka namtiana imetoka zangu huko, nimekutana na Jakwenga hapa bwana, simu yangu imeisha chaji. hey. Ananionesha jua na nikatia miuno, nashindwa kumwelewa mjomba vipi? Hey, <Glalala> gani ah, <glarala> kazo hmm. Jamaa tu hujamwelewa, akiamaanisha kikubwa. Unajua hiyo nini hiyo, si nguzo ya umeme? Nguzo ya umeme yeah. a na umeme anachokifanya hapa <glarala> yaani, yeah. Ukijumlisha vitu vya hapa ni kama umeme umekatika, amesha umeme umekatika, umeme

utupe raha za ndugu zako sio watu wa burudani na miziki, ndo burudani yetu. Nakubali eh, bwana. Mimi ndo nimefika hapa na niwape burudani kwa wasela, eh. Mimi ndo Mr Kijunga natoa burudani, eh, hey, hey, tupe burudani bwana. <coughs> kwa hiyo sasa, hiyo ndo intro ndo ah. nini basi? kwa, lesi, ta, ka, uimbe takauimbe bwana nalukaluka nini bwana, kaka Mbale, imba

Tunajua ngoma zangu sipendi. Elewa mjomba. Napoteza muda wangu, kwanza nilikuwa na haraka kuchaji simu, si ndio? Wewe umekuja unasema unaimba, sasa mambo gani unaniimbia, mingo ngongo ngongo ngongo ngongo mambo gani? Imba mwana imba muziki bwana. Acha kupumbavu bwana vipi? Basfo. Ah, afona, hali ya mvua inazungua kidogo. Vipi, raha sana mjomba? Mimi na miera nataka kutunza hapa. Poa mjomba. Oh. Wivu mama wivu ah

Aa, nimekubali mwanangu, we mkali. Sasa ndugu yangu, kipaji unakificha, we kipaji unakificha, uwezo unao, kwa nini unaficha kipaji kama hivi? Nawaimbia nimekubali. Nce, kunongoneze nikupe seli ya kutoboa. We mpumbavu, uwe na heshima, sawa?